mara saba. Halafu anasema usifurahie wadui wangu, niangukapo, nitainuka tena. Nataka nikutangazie, wanaokupigia makofi, umeanguka, waambie nitainuka tena, sio mwisho wa safari. Hivi naongea na mtu anayenielewa hapa. Kuanguka kwenye ndoa sio mwisho wa safari, kuugua sio mwisho wa safari, kushindwa kumaliza nyumba sio mwisho wa safari, eti kukosea mambo fulani sio mwisho wa safari. Nataka nitangaze, Bwana amenituma nikuambie, inuka leo tena kuna mahali unakwenda. Mwenye haki huanguka mara saba, akainuka tena. Umejaribu biashara, zimegoma na kutia moyo, inuka tena. Umefuga vikakataa, inuka tena. Wamekukataa wao, lakini aliyenituma ameniambia hajakukataa, inuka tena. Mwenye haki huanguka mara saba, akainuka tena. Guse mwenzako, mwambia, umeanguka mara ngapi? Umejaribu vingapi vikagoma? Kwa nini nakata tamaa? bora nifi ah. Umeanguka mara ngapi? Yesu alianguka kwa ajili ya wengi, akainuka tena. Hata wewe nataka nikuambie, utaanguka lakini utainuka tena. Hata kama kuna taarifu unayo hiyo, taarifa isikuzuie kuna kitu kiko mbele, umeahidiwa. Msema sitafia njiani, mimi nasonga mbele. Usikate tamaa, usikate tamaa. Usikate tamaa. Pamoja na dhoruba, uamini utafika tu salama. Lazima unachokibeba kitapigwa vita. Lazima nyumba yako itapigwa vita. Lazima ndoa yako itapigwa vita. Lazima biashara yako itajaribiwa. Maandiko yanasema akishatujaribu tutang'aa kama dhahabu. Utajaribiwa kwanza. Hakuna kinachokuja ovyovyo tu tukapiga makofi, nimepokea. Maana kinachokuja nacho ni almasi na ni goldi. Naongea na mtu ambaye anapita, lakini naiona goldi inakuja. Kuna kitu nakuja namwona mtu ambaye kila mtu anamngonga, lakini naona ni goldi. Anapita kwenye moto, saa inakuja, ataoshwa, atakuwa dhahabu. Haijawa nzuri kabla haijawa mbaya, haijawa mbaya mpaka imekuwa nzuri. Hujaoga mpaka umechafuka. Sema basi amina, sema basi amina sema basi amina. Kitabu cha Zaburi 23 mstari wa 4 hadi 6, anasemaje? Anasema, nipitapo katika bonde la uvuli wa mauti. Anaongea na watu wanaopita. Sikiliza hapa, Daudi anasema nipitapo kwenye bonde la uvuli wa mauti maana nasema nisimamapo kwenye bonde la uvuli wa mauti. Nisikilize vizuri mwanangu, siongei na mtu anayesema nimesimama hapa, sipigi tena hatua. Naongea na watu wanaosema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, neno lako ni faraja kwangu, neno lako ni gongo na nitaa migu ya miguu yangu, Bwana ni mchungaji wangu. Naongea na mtu ambaye hasimami kwenye mapito, anasema napita, napita kwenye mapito. Naongea na watu watatu wanaosema hatubaki hapa kwenye hili pito, sitasimama kwenye hii ugonjwa, sitasimama kwenye kusemwa, sitasimama kukosa kazi. Ni ya muda tu, kukataliwa ni kwa muda tu, ingawa inauma, lakini nijapopita kwenye ponde la uvuli wa mauti, Bwana yu pamoja na mimi. Naongea na mtu ambaye anapita, lakini anapita na Bwana. Maadamu unapita na Bwana, hakuna atakaye kustopisha No man can stop you. Hakuna mtu atakaye kuzuia. Naongea na mtu ambaye anasema ingawa familia inapita, watoto wangu wanapita, vijana wangu wanapita, mume wangu anapita, tunapita kwenye ndoa, lakini nimetuma nikutabirie, No man can stop you. Hakuna atakaye kuzuia, hakuna atakaye kusimamisha, unapita tu, kuna mahali unakwenda. Ninatabiri kinapi, hakuna atakaye kuzuia.